Hello, ni matumaini yangu kuwa mzima wa afya. Leo tena nimekuletea majina haya. La kwanza ni Nirvana, maana yake ni ukombozi au amani. Jina hili huwa wanapewa watoto wa kike na asili yake ni lugha ya Kihindi. Al Athman ni muunganiko wa majina mawili, yaani Al pamoja na Athman. Maana yake ni mtu mwenye nguvu na heshima. Jina hili huwa wanapewa watoto wa kiume na asili yake ni lugha ya Kiarabu. Tuna jina lingine Trinity, maana yake ni utatu mtakatifu, yaani Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Jina hili huwa wanapewa watoto wa kike na asili yake ni lugha ya Kirumi pamoja na lugha ya Kiingereza. Hapa tena tuna jina Fatma, au kwa Kiswahili tunaweza kulitamka kama Fatuma. Jina hili maana yake ni kujizuia au kupumzika. Jina hili huwa wanapewa watoto wa kike na asili yake ni lugha ya Kiarabu. Haya sasa, kwa muda mwingine, kutana na jina Jian, maana yake ni Mwenyezi Mungu ni mwenye neema jina hili huwa wanapewa watoto wa kiume na asili yake ni lugha ya Kiebrania. Jina lingine ni Harriet maana yake ni mtawala, ni jina ambalo huwa wanapewa watoto wa kike na asili ya jina hili ni lugha ya Kijerman. Hakikisha umesubscribe katika chaneli hii ya Majina Mazuri, na kama una swali lolote lile, uliza kwa kutia comments, ila hakikisha umesubscribe kwanza.